Kwenye mipaka kama unavyojua, tuko wengi mm. Lakini ni kuhakikishia kwamba sisi pia tumejipanga vizuri, kwa sababu kwenye mipaka rasmi sasa hivi watu kunakaguliwa kweli kweli mm. Unakuja kufanya nini mm. umetokea wapi we ni nani? Lakini pia sasa hivi dunia ni kijiji ndani mm. ya muda mfupi, kuna shit wenzetu wa uhamiaji atajua, atajua. Mm. Anapata details zako. Mm. Sisi kama polisi pia utapata details zako huko ulikotoka. mm. kwa hiyo lakini pia kama navyofahamu tuna viteule vingi sana kwenye mpaka wetu kuanzia Murusagamba mm. mpaka unakuja kufika Mtukura mm. sawa, haya maeneo yote kuna viteule ambavyo uh, wenzetu wa TPDF mm. wako huko kwa hiyo mm. hata wakati ule wa zoezi zima la uchaguzi mm. doria kule pia za TPDF ukiacha za kwetu Dio, za kwao pia ziliimarishwa, lakini pia uhamiaji pia tulishirikiana nao kwa kiwango kikubwa. kwa hiyo mm. mm. kwa maana ya mipaka bado tumeendelea kuhakikisha kwamba hakuna anayeingia, lakini tukumbuke mipaka mm. mingi iko porazi. Kwa kwa hiyo mm. inawezekana kuna mahali mmoja wawili wakapenya. Tulichokifanya mm. sasa ni kuongeza uelewa wa madhara ya kuruhusu hawa watu waingie kutoka kwa wananchi. Huyu mtu akifanikiwa kupenya, lakini wananchi wakashtuka. Mm. Kuna mtu kaingia, amna amna, mm. huyu sio mzuri. Muda mfupi tu ushapata taarifa. Na ukishapata taarifa, hata kama ni mita 50 unatengeneza zinakuwa mita 2. Kama watu mbili. Kwa ndabana. Unai convert na watu wazi, watu, watu mbili. Kamanda yale yaliyokuwa yakiendelea kabla ya tarehe ishirini na tisa mm, bado yapo kwenye mitandao mm, na sisi kama sisi hatujaaa, mm, yani ile kazi ya ufuatiliaji nani anafanya nini mm, nani anazungumza kitu gani, nani anazungumza kipi cha kichochezi mm, ambacho kinaweza kurudisha kule tulikotoka, bado tunaendelea nacho. Maana yake wamefanya mm, me, me, tathmini hiyo, na wapo ambao pengine wamefikisha mahakamani au bado ndo tusubiri mm. Sisi kwetu wako ambao wamefikishwa mahakamani, wapo wapo, siwezi kukumbuka idadi, lakini kuna kesi zaidi ya nafikiri, kwa mkoa mzima inaweza kufika kesi kama tatu mm, kama tatu, ni sikumbuke exactly mm, lakini kuna watu tayari wameshafikisha mahakamani, hmm. lakini kuna wale ambao tuliona, uh, bado ushahidi ulikuwa hautufikishi mwisho mm kuonyesha kwamba huyu tunastahili kufikisha mahakamani kwa, hmm. ushahidi huu tuliomkamata na kuonana, hmm. hmm. nao hmm. Uh, wale bado tumewafanya kuwa, kuna, tumewafanya kuwa waangaliwa kuna, uh, kuna nani k kuna, kuna, kuna aina fulani ya usimamizi ambao mm. unamfanya mtu naye mtilia mashaka mm, kuwa mwangaliwa wa polisi mm, lakini akiwa amedhaminiwa mahakamani ili mm. aendelee kulipoti na upate muda mrefu wa kumchunguza mm, hiyo wale wengi tumewaingiza kwenye kundi mm. hilo ili tuendelee kuona je, kuna sababu kuna ushahidi hapa kwa sababu, mpaka tulipofika ushahidi wa kuwafikisha mahakamani mm. kumshawishi mwendesha mashtaka wa serikali mm. afungue mashtaka dhidi yao mm. ulikuwa bado uko mbali, tukadhani mba, mm. hawa tunahitaji kuwachunguza zaidi, sisi badala ya ile ile tuliyoita mihemko. Sasa sisi kwetu ni wale ambao tuliangalia tukaona ushahidi bado uko mbali, mba, na na tumewafanya kuwa waangaliwa ili tuendelee kuwachunguza zaidi, wako nje wakonje okay. Sasa ni swali zuri kwa sababu watu wengi walikuwa wanajua wale mliowakama mm. kuzuia ile mm. bado wamo ndani wapo ambao bado wako ndani wapo. Wapo ambao bado wako ushahidi wako kwenye hilo kosa tulilokukamatia mm. koje mm. koje mm. Yes. Wale ambao walikuwa wameshaenda pakubwa mm. na ushahidi ukawa wa kutosha, wale wako mahakamani mm. mm. wale ambao ushahidi ulikuona ulionekana bado, uko mwanzo, mm -hmm. bado mm -hmm. ile, M uko mwanzo bado, wako mbali ile, kwa sababu tu mko ujana, lakini unajua yawezekana pia tu watu wakawa wasimwelewe vizuri mheshimiwa Rais mm -hmm. Yani, hajamaanisha kwamba kama umetenda exactly kama lilivyotendwa mm -hmm. alafu, alafu kasema, unajua na mimi nilihamasika tu <laughs> <Manate wachule. No. laughs> <Yeni, laughs> kama umeua nah. mm -hmm. Sindio? Mm. -hmm. Wewe umekuta umebeba mtungi wa mtu unaenda nao nyumbani. Mm, -hmm. Umekamatwa. Yaani umekamatwa na mtungi. Mm -hmm. <laughs> Yaani of course sasa hapo kuja kusema mihemko, of course vyombo lazima, kwenye wachunguzi lazima wajiridhishe kwa kiwango yeah. kikubwa sana. Mm Huu -hmm. Mihemko ulifika mpaka mahali hapo kweli hujagundua kama mikosa. Ni, ni, ni, ni, of course wanao wa, wa, Ala, ala, chambua ushahidi. Naweza kaja kwambia Kamanda. Nilizoona gesi pali zimezagana. Mimi nikatumia fursa kwangu sina. Of course wewe <laughs> kwenye upelelezi hayo yote atabaini. <laughs> Kamanda, naomba nisamehe. Kwenye upelelezi hayo yote ataba <laughs> ini kama sababu. mimi kwa gesi nilikuwa nakataka nilipokaona yeah. pale nikasema acha nikabebe. <laughs> <Ayote>. Kamanda nisamehe. <laughs> hayo yote wanao chambua ushahidi watayabaini kwa yeah. sababu. Ya. Yeah. Yeah. Kifikia hatua hiyo mm. sio lazima ushtakiwe kwa hayo makosa yanayohusiana na, na vurugu, lakini mm. pia si uliba, kwa nini utakuwa yeah. unachukua kilikuwa chako changu <laughs> <laughs> tutakao kwamba kile tutakuwa ni wewe kama ndapo <sumisani> tu of <laughs> course utasamehewa kwenye vurugu hey. lakini <laughs> basi turudishie kamtungi kwa hey. wakati mwingine <laughs> Kamanda <laughs> mbetizo ma... umeshaanza na kutumia huko nusu yes. au ulishauza? Kamanda ume, umesema wala ile alipishiki hmm. tunaona kwamba We wako watu kwenye mitandao ya kijamii wanaendelea kuhamasisha juu ya e, tarehe tisa mm, Desemba. Na we mara ya mwisho wakati ule watu wanahamasisha kuhusiana na kuto kwenda kupiga kura, ulisema unafanya doria sana kwenye masuala ya kimitandao. Vipi e, uangalizi ni ule ule kuona ni nani anaendelea kusambaza matukio haya? Nafikiri nimelizungumza hili hapa awali kidogo, iko hivi, hatujaacha, hatujasimama Hili tuliyokuwa tunakwenda nayo kabla ya uchaguzi ndio ile ile tuliyo nayo sasa. Ndio. Hasa hasa kwenye mitandao. Ndio. Tena nafikiri yawezekana saa hizi tukawa tumeongeza kidogo, kwa sababu yaliyotokea kabla ya uchaguzi mengi yalitokana na uchochezi uliokuwa unaendelea kwenye mitandao. Ndio. Kwa hiyo mpaka tulipofika bado lile la kukimbizana na wanaofanya uchochezi kwenye mitandao liko pale pale, okay. Mm. Na baada ya kuwa eh, bize sana kwenye au auxiliars kwenye mitandao, kamanda wako, watu wanapeana kodi kwenda kwenye hasa vijue vya kahawa na vijue vingine, unakuta wapo watu kama wawili watatu wana mada hizo hizo. Yani ukitaka ku, ukitaka kupoa ni hiyo hiyo tu huko. Na kwenye mnakaungalia kwa namna gani? Sasa huko ni rahisi zaidi mm, mm. Huko ni rahisi zaidi kwa sababu nazungumza kitu, watu wanakusikia mm, na wanakuona mm, mm, mm, yani huko huko ndo kwepesi kweli kwa sababu mm. wanaochukia vurugu mm. ni wengi kuliko wanaotaka vurugu mm. mm. Kwa hiyo ukikaa na watu watano, yawezekana pasiwepo hata mmoja au mm. akawepo mmoja, huwezi mm. kupata wanne kwenye kijiwe cha kahawa wanaoshabikia vurugu mm. halafu ukapata mmoja asiyeshabikia mm. ha, haipo. Yaani unaweza ukakuta labda wawili, mmoja na wakati mwingine usipate hata mtu mmoja. Hata mmoja na. Sasa so, huku wananchi wamehamasika kwa kiwango kikubwa sana kupambana dhidi ya vurugu. Mm. kuna mtu mmoja siku hiyo usiku aliniambia, na mimi naomba kamanda, niachie na walinzi wangu kumi, naomba nimenunua mapanga kumi, nimesha noa, nataka walinde duka langu. Nikamwambia, iache kwanza, wewe watu wako, hebu acha wapumzike, hiyo kazi tuachie sasa unaweza ukaona ni namna gani huyu anayesema nimeandaa watu wangu walinde duka langu walinde biashara yangu, huyu manake hayuko mmoja, unaweza kukuta watu ishirini au thelathini wenye biashara zao wenye shughuli zao wakaamua wote kufanya hili biashara, wana umoja wao. Sasa tunachokifanya ni kuepusha hilo, ili hii kazi tufanye sisi. Kwa hiyo waliohamasika kutupa taarifa ya kinachoendelea ni wengi. Kweli kweli, ndiyo maana mm. huwezi ukazungumza kitu saa hizi mm. hapa Bukoba kwa mfano, ukazungumza kitu kinachohusiana na vurugu afu mimi nisikipata yani ukiona sijakipata kwa muda huo, jua haitachukua muda mrefu tu, nitakipata tutakipata. akambili uko naye jamani? na na. Tumeishamuuliza sema, msikilizi redio vizuri mm. juu ya ununuzi wa mafuta mm, kamanda ameishazungumza, utaratibu ni ule ule, bado haujabadilika kuna watu wana, huyu anauliza nadhani ni la tatu, wanasema wanaodaba senene si wanunua so, mafuta kwenye vinani vi, vile sasa. mm -hmm. Hao wameweka utaratibu vile vitu haviruhusiwi, si ndio hivyo Kamanda? Sikuseme haturuhusu kabisa mafuta ya kwenye vidumu. mm -hmm. Yes. Kabisa kwa sababu uchunguzi umeonyesha kwamba mafuta yanayonunuliwa kwenye vidumu yalikuwa na mchango mkubwa sana kwenye mm -hmm. hayo maeneo ambayo kulitokea. Naam. mm -hmm. kani imagine kwa haraka haraka taarifa zisizo rasmi kama ukifuatilia kile kilichokuwa kinazungumzwa na meneja wa uendeshaji wa Lake Oil visima, yes. mm. thelathini na nane vimechoma yeah. moto yeah. magari ishirini na tatu ya mafuta mm. yale, yale magari ambayo ya kubeba mizigo ndio ya kubeba mafuta no. yamechoma moto, lakini magari manne ya ku, ya ku, esi mm. enyewe tafikiria hapa tumerudisha watu wangapi nyuma? Tusimwangalie tu mmiliki yes. Angalia ameajiri watu wangapi hawa hmm, waliokuwa ameajiriwa leo sababu, wana familia? Yes, sababu yao ikoje ye. lakini yeah. tukumbuke sisi Watanzania unatatu wengi, unatoa mguu mm -hmm. mguu aule mm. yani ukikaa nyumbani njaa Mw. sisi kwa Kiswahili chetu huku tunasema bila okay. e. <laughs> <laughs> kufanya kazi Huli. Huli. Huli. Kwa hiyo, watu wavumilie, tuna kadiri hali inavyokwenda haya yote yatabadilika mm. kadiri utulivu unavyozidi kutengemaa haya yote yatabadilika na. na hili la mafuta ya vidumu haliko Kagera tu yes. ni nchi nzima mm. lakini tukumbuke pia sisi tuliwahi kuruhusu vitu vingi vikarudi kwenye hali ya kawaida yes. Ukilinganisha na maeneo mengine Me hii <tutuva> e ya kutokuruhusu kuruhusu mafuta ya kwenye vidumu ni tahadhari. Tunaendelea kuangalia hali inakwendaje, ukiwa na, na mabadiliko hali ivi, kadiri utulivu unavyoendelea basi, tutarudi tuta, tuta tuta tuta kwenye maisha yetu ya kawaida ka, nilikuwa nimesahau ile swala, tumeona maoni tumeona sehemu nyingine wameweka utaratibu wa bodaboda vituo vyao kuvaa reflekta kuvaa... Yani, kuna kautaratibu fulani katika mikoa mingine wamebidi wakaanzishe ili watu wajuane wenyewe kwa wenyewe. Huku vipi? Um, kwanza mimi nafikiri kwenye mikoa ambayo nimekaa ndiyo kama kamanda bodaboda wa Kagera ndiyo wana kiwango kikubwa cha kuheshimu sheria ndiyo yani Yaani huwezi kulinganisha na mikoa mingine ambayo mimi nimeshafanya kazi mm. kama, kama, kama, kama mm. Yaani ni kwa sababu tu <coughs> kada hii ya bodaboda watu wanaingia kila siku iendayo kwa Mungu, wanazaliwa upi enzi. Maana yake bado tuna kazi kubwa ya kuendelea kutoa hili, lakini ukiwaangalia wale bodaboda wa siku nyingi bodaboda mm. boda wenye muda mrefu kwenye, kwenye, kwenye hii, hii, hii, hii kada mm. wengi ni watu wanaoheshimu sheria Ukiangalia, ukikaa barabarani hapo saa hizi ukawaangalia bodaboda wanaopita wamevaa helmet. mm. nenda na maeneo mengine nisimpenda kutoa mfano mm. lakini, nenda kakae uangalie, kuna tofauti kubwa sana sana sana sana mm. sana. maana yake nini? Tuna kazi kubwa ya kuendelea kuwaelimisha hawa sasa ambao wanaingia manake mm. kwenye bodaboda. ukisema jana nilitoa elimu Ngoja niache umekosea. Yeah. So, sasa hivi yeah. tuna vijana wanamaliza da saba. Yeah. Wataingia kwenye bodaboda. Kuna form 2 wamefanya mitihani, mwingine anasema wale wale makacha pale yes, ataacha shule ataingia kwenye bodaboda. Mm. Boda. Kuna form 4 wako kwenye mitihani sasa hizo <laughs> wanamaliza mitihani, wanaingia kwenye bodaboda. Kwa hiyo swala la elimu yaani lazima liwe endelevu. Vinginevyo tukumbuke pia ni eneo ambalo linaajiri watu wengi sana. Niwapongeze kwa sababu juzi wametoa tamko la kupinga na kulaani kilichotokea na ni na nadhani kweli najivunia kwamba sasa tunaenda nao waelekeo moja na, na ndio vijana waliokuwa naonekana ni wepesi wa kurubunika, na ndio mm. kundi ambalo lilikuwa linafanya wahanga kwa kiwango kikubwa mm. na ndio walioumia kwa kiwango kikubwa kuliko mm. makundi mengine mm. Sasa na vijana wengine pia nao ni wasistize tu, wasikubali kurubuniwa mm. Kabla hujarubuniwa, jiulize huyu anaye ni rubuni, mbona yeye hatuendi pamoja? yes. Akisema tunataka safari hii kaandamane, mwambie chukua watoto wako mm-hmm. na mkeo tanguliza mbele yeah. Wewe ukitangulia wewe na mke na watoto wako na wajukuu zako mbele, si so, takuja nyuma. Lakini mtu yuko huko anakwambia andamaneni hey. Nikipigwa bomu yeye yeah, hayupo anabaki tu kusherekea kwenye mtandao. yes. ikija risasi, alafu bado mtu anakuja anasema tumefanikiwa sana. Yaani hivi kuchomwa kwa hivyo visima vyote vya kampuni moja thelathini na nane ambapo watu wanakosa ajira, watu zaidi ya mia tatu wanakosa ajira, ni mafanikio kwa upande wake. Yeye kafanikiwa kwa sababu kuna kitu anakipata, sio bure bure. maana yake huo ni ubinafsi. yes. Yes. hajawaangalia walio wengi. mm. kajiangalia yeye peke yake. mm. Mm na tukikubali hilo Watanzania, Tanzania tunapoteana, tuna feli pakubwa, tunapoteana kabisa. Unachoma sasa wewe unachoma barabara ya mwendo kasi, unachoma miundo mbinu ya mwendokasi. Angalia leo, angalia namna kulivyo na foleni ni Dar es Salaam mm, mm. kwenye hii barabara ambayo zamani foleni ilianza ilianza kusahaulika kusahaulika yes. mm. Angalia leo hali ilivyorudi wahanga hata wale walio, walio shiriki kuchoma ambao hawakukamatwa, yeah. leo ni wahanga kwa sababu na wenyewe safi, tulione hili <laughs> sawa bwana, asante sana jamko. hmm. Uh, anasema, Kamanda umenyoka eh, pongezi ni nyingi kwa kweli, kama tukianza kusoma, hmm, pongezi pongezi na sani. Jinsi ambavyo watu wanakupongeza hmm. na kuna mmoja anasema, kamanda ameongea vizuri tunampongeza lakini namshukuru sana ye. Na sasa ametupongeza, ameona kwamba tuna jitihada zetu wananchi mm -hmm. E, za kuzuia hiki kisitokee, ukilinganisha na mikoa mingine uh, kwa namna ambavyo tulijipanga mm -hmm. na kwa namna ambavyo walipokea wananchi mm -hmm. yale tuliyokuwa tunawaambia na namna ambavyo walikubaliana na pango kazi wetu mm -hmm. yalionyesha kwazi kwamba tulikuwa na kila sababu ya kufanya shughuli zikaendelea kwa okay, sababu sasa kama unawaambia watu jamani, msifanye msi vurugu. Mm. anayefanya vurugu mwiteni, mwonyeni, mkalisheni chini mm. na haya yakawa yanaendelea mm -hmm. Sasa katika hali ya kawaida ni kwamba mapokeo ya kile unachowaambia yanakwenda positive. Sasa mm -hmm. kama yakienda mm -hmm. kwa staili hiyo tuna sababu gani? Ndio maana hata tulikuwa tunawahamasisha watu waliokuwa nafunga maduka kwamba jamani fungueni, mm. fungueni biashara, hali ni shwari ni uh, pia bahati nzuri pia mkuu wetu wa wilaya hadi naye alikuwa anapita kwa kiwango kubwa, kwamba jamani, endelee na shughuli shughuli, hali ni shwari mm. mm. hatuna mm. sababu ya kufunga tukaingia uoga mm. Mm. lile pia lilikuwa linawahakikishia wana wa Kagera kwamba la kumbe tunaweza tukaendelea na shughuli zetu sasa. mm. Mtu anayefanya shughuli zake akagundua mwenzake aliyoko Kahama mm. namna alivyoporwa mm -hmm. namna alivyofunga duka wiki zima hajauza yeye mm. anaendelea kuuza huyu huyu hawezi kutamani tena kusikia kitu kinaitwa vurugu mm. kwa hiyo ile pia ilikuwa tactic approach waache watu mm. waendelee kufanya shughuli zao wakati wengine huko wana hata adha mm. Kwa hiyo kitendo cha adha wanayopata kule wakati yeye huko anaendelea kufanya tena kwa uhuru biashara mm -hmm. mm -hmm. zake kinampa nafasi ya kutotamani ile hali iliyotokea kule ifanyike huko. yes, no. ili ilikuwa ni namna ya kuwashirikisha wananchi kwenye haya mapambano. okay. mm -hmm. tuna watu wanajiraumu eh, wengine tunaweza tukawa na wageni hata kabla ya tarehe 9 Desemba tutakuwa na wingi wa wageni kuja mkoani Kagera. Mmejipanga vizuri kuto kuingiza mamluki kamanda, kwa sababu kuna watu wako Dar es Salaam, kuna watu wako Mwanza, walijiraumu sana, walikuwa nasema, ah, bora tungekuja huko tukupi. Yaani huko mko vizuri sana. Hii mm. ina kwa sababu tarehe 9 Desemba itakuwa ni Desemba na wageni wanaanza kuingia mkoa wa Kagera. Mmejipangaje hapo itadina kamanda, kuhakikisha kwamba tuingizi mamluki? Uh, wageni <laughs> wazuri waje. Naam. Wageni wabaya wajipange. Wazuri waje. Wazuri waje na ile, wabaya wafikirie mara mbili. Sababu anaweza kaja hapa stoke, kaona hizo kauli ni ngumu. Wazuri waje. Yeah. Wabaya. Wabaya wajipange. Jipange. Yaani kama kuna mtu anafikiria anaweza kaja Kagera mm, kuja ku, kuanzisha hicho ambacho alikifanya sehemu fulani kikaleta taharuki mm. Huyu ajipange. Sio kwake. Mm. Kwa sababu akifika si atafikia kwa watu Hmm. Na watu ndo hao hao ambao hawapendi yale hmm. hmm. Yani, hata kama angekuja akajificha sasa hivi hatu ukihamasisha huko chini ya uvungu hmm. tutazipata tu, okay tutazipata. Kama mkoa tumejipanga vizuri, sina mashaka na hiyo hmm. Yani, watu wasiogope kuja Kagera kwa ajili ya kuja kusherekea sherehe za mwisho wa mwaka hmm. wakiamini kwamba kunaweza kukawa na vurugu hmm. Waje, waje, waje. Okay. waje washerekee maisha yanatakiwa yarudi kule tulikokuwa mm, mm, maisha yanatakiwa yaendelee wakula bata wale wakuzalisha wazalishe mm. yeah. so, so, sa... kagera ni mkoa wasomi sasa mm. maana ya kuwa na PhD nyingi maprofesa wengi lazima utofauti umeuonesha katika hili sawa yingi mm. sawa kamanda ah, sana sana labda tu ni msisitizo mm. Kama ambavyo nimesema, tukianza na wageni uh, wazuri waje. Wale wanaokuja wanaopanga kuja kwenye yaovu ndio wasije, wajipange kwanza kabla wajaje. Lakini cha pili uh, bado ni washukuru kwa kuendelea kuamini kwamba tuna kila sababu ya kufanya mkoa mm. wetu endelee kuwa salama wenye amani na utulivu mm. lakini cha tatu Tuonyane sisi kwa sisi. Hmm, mwenzako akihamasisha kitu ambacho hakina tija kwetu mkumbushe kwamba hicho unachofanya hakiko sawa. Hmm, lakini la la nne, narudia pale pale tu, mama mkanye mwanao, hmm, shemeji mkanye mme. Tusilaumiane kwa atakayotokea kwa sababu tu wewe uliyataka. Hmm, hmm, hmm, sio kwamba nyie mmemfuata, no, yeye ameyataka. kuna